E bwana, Nandy ameaonyesha wazi jinsi gani ambavyo amechoshwa na Billnas. E, bwana Nandy msanii ambaye anafanya vizuri sana katika game ya mziki wa bongo Flavor hapa Tanzania, yani ni moja kati ya female artist ambao wanafanya vizuri sana hapa bongo. Sasa Nandy na bwana, kuna kitu hapa ambacho amekionyesha waziwazi eh, kupitia kurasa wa Instagram na Snapchat ya Billnas na hivi ni vitu ambavyo vimeonyesha kwamba amechoshwa na kero ndogo ndogo za kimahaba za kimapenzi kati yake yeye na mumewe, maana huyu sio boyfriend, huyu ni mumewe kwa sababu ameshafunga ndoa. So, issue ambayo imetokea ni kwamba kama ni mfuatiliaji mzuri wa maisha ya Nandy na Billnas au labda unafuatilia vizuri sana chaneli yetu hapa Trend TV, basi utakuwa unaelewa kwamba tulishawahi kuripoti kuhusiana na kitu ambacho Nandy alikifanya miezi kama miwili iliyopita bwana. Ilikuwa ni majira ya saa nane, saa sita usiku Billnas alikuwa na, aliwasha gari na akawa anaondoka meona bwana, Billnas aliwasha gari akawa anaondoka. Sasa kupitia ukurasa wa Snapchat wa Nandy akaposti kuhusiana na hiyo habari kwamba e bwana, nenga ameaga hapa, anaenda kwa estukizi studio. Kwa hiyo huyu Nandy akaposti akasema kwamba estukizi, akamtagi pale estukizi kwamba estukizi, huyu amesema anakuja kwako meona ili ili mradi kwa sababu ule ulikuwa ni majira ya usiku sasa kitendo cha Billnas kutoka alafu ameaga naenda studio, asije akawa anaenda kuchepuka. Kwa hiyo Nandi akawa anamwaga mume wake na akatagi hiyo video kwamba anaenda kwa istukizi. Nimeona bwana, kwa hiyo watu wengi sana walicheka kuona vile kwamba Nandi naye kumbe anawasiwasi anawivu na anahisi kwamba mume wake akiwa anatoka usiku akiaga, ameenda anaenda kwa istukizi studio kurekodi, anakuwa anahisi labda haendi huko, kwa hiyo ameamua mpaka aposti kupitia mitandao ya, ya kijamii akiwa anamsisitiza istukizi bwana, huyu jamaa amesema nakuja huko kwako. Umeona bwana, so hiyo ndio moment ambayo ilitokea miezi mwezi uliopita yani, na Nandy aliwapostia mashabiki zake. Umeona bwana, sasa this time around bwana, ni kwamba kwa mara nyingine tena tunaona drama kama hizo zikiendelea katika maisha ya Nandy na mumewe Billnas, na this time around ni kwamba Nandy ameamua kuzuia kabisa gari ya Billnas asitoke pale nyumbani. Meona bwana. <laughs> kwa ni kipande cha video ambacho kiukweli kimewachekesha watu wengi sana baada ya kumwona Nandy akiwa amegima, amesungu, amekomaa kwamba Billnas hawezi kutoka pale nyumbani. Meona bwana, so hapa nataka nikusikilizishe alichokizungumza bibi e Nandy na pia vile vile alichokuwa anamwambia Bilnas, yani Bilnas alivyokuwa anahangaika kumconvince Nandy ampishe pale getini, ampishe yani asogee pembeni ya gari ili aweze kutoka aendelee na mizunguko yake. Nandy alikuwa amesimama mbele kabisa pale, ajali kama atam, atamgonga au vipi. alikuwa amegoma pale, akaambia basi njoo nje uchukue hela. alivyoambiwa kwamba njoo uchukue 500, ndo akaenda. So sikiliza hapa, hii moment ilivyokuwa

Yeah, so hiyo ni moment ambayo imehappen wakati Billnas anataka kutoka nyumbani lakini Nandy na bwana alikuwa hataki nenga atoke, yaani mpaka alivyomdanganyishia hela ndio Nandy akaanza, eh, kurespond, eh, kuonyesha ushirikiano kwamba atamwachia atoke. So hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vimetrend sana, hii video imetrend sana huko mtandao ambapo imeenda viral na page mbalimbali zimekuja kuposti na kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa kuna page wameandika kwamba hii video ya Nandy na Billnas kuna funzo hapa hmm. Alafu hapa chini wakaandika, tazama mpaka mwisho hii video, alafu niambie hapo chini umejifunza nini kupitia hiki ambacho kimehappen. Okay? Haya, peji nyingine wamesema kwamba ila Nandi anapenda sana kudeka. Tazama alivyomzuia mumewe asiondoke nyumbani mpaka ampe hela. So hapa kuna comment ambazo zimejitokeza kuhusiana na hii issue. Nataka hapa nikusomee baadhi ya comments. Kwa mfano, huyu hapa anaitwa Nuraji, ameandika kwamba eh, mtoto ana upui huyo jamani. Hmm? Mshikaji hajajua tu. <laughs> Wadau wanakuambia kwamba bwana Nandi ana upui. Eh? Jamaa hajajua na ndio maana alikuwa anazuia gari asiondoke. Mambo hayo. Haya, mtu mwingine ameandika kwamba mapenzi ya kitajiri haya eh. Sasa jichanganye wewe na mumeo hela hana, alafu mfanyie vitu kama hivi uone balaa lake eh, ni bomu, nitupe irani kuna mtu ameandika hivyo kwa sababu kwamba ebwana, umgonge mara ngapi kaka? Kuna mtu amekuja kuuliza, maana hapa kuna muda Billnas alikuwa anasema kwamba sogea hapo nitakugonga kwa hapa. Kuna mtu ameandika kwamba ebwana, umgonge mara ngapi kaka? Haya, huyu hapa ameandika tena, ebwana, mapenzi bila utoto hayanogi shemeji, ongeza utoto, eh, ongeza utoto penzi liwe shata-shata. Mambo hayo Haya, huyu hapa mwingine anasema, kwa kiukweli hiki kinachoendelea aibu, naona mimi. Kwa nini unasema kwamba bwana ovyo? Kwa nini mwingine hapa amekuja ameandika hadi raha. Kwa nini unasema kwamba bwana? ila Nandy ni mzuri bwana eh, tena sana. Yani huyu binti amekuwa mrembo kwelikweli. Kwa nini unasema bwana? Ndio maana nasemaga kwamba naipenda hii kapo mimi yani, wananipa raha nikiwatazama. Kwa mdomo wangu sawa bwana, kadada kazuri acha bwana eh, kadada kazuri aka bwana acha karinge. Kwa mdomo wangu bwana, ningekuwa mimi hata buku sipati. Kwa mdomo wangu bwana, sema huyu manzi ni mzuri aisee, pesa mwana haram. Wadau wanakuambia kwamba eh, Nandi ni mzuri kweli kweli. Kwa mdomo wangu bwana, Nandi kumbe akiwa anadeka ndo anakuaga kazuri namna hii jamani. He? mambo hayo. Kwa mtu mwingine apa bwana, wanatufanya tujisikie atima. mapenzi Nandi kwa kwanini ufanane na mwanangu wakati mama ni mimi huku, njouchukue mwanao basi, kazi ya kulea mwanao kwa kwa, so, it is what it is. Ukiwa kama mdao, weka maoni yako tukisoma na ku ajili ya kupata update zaidi.